Mheshimiwa naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni ya kumi na tano fasili ya pili inayosema kuwa na nukuu, kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni atateua wabunge wa, wa chama chake au wabunge wa kambi rasmi ya upinzani bungeni ambao watakuwa wasemaji wakuu wa kambi rasmi ya upinzani kwa wizara zilizopo za serikali. Mheshimiwa naibu spika, kwa kutimiza matakwa ya kanuni tajwa hapo juu naomba sasa kuwasilisha rasmi kwa bunge na kwa Tanzania kwa ujumla majina ya waheshimiwa wa bunge watakaokuwa wasemaji wakuu wa kambi ya upinzani bungeni na kwa wizara zilizopo za serikali. Mheshimiwa naibu spika, tunaanza na ofisi ya rais Tamisemi. Atakayekuwa waziri kivuli na msemaji mkuu wa kambi ya upinzani ni Mheshimiwa Jafari Michael na naibu wake atakuwa ni Mheshimiwa Joseph Mkundi. Ofisi ya rais utumishi na utawala bora, msemaji mkuu na waziri kivuli atakuwa Mheshimiwa Ruth Molel. Ofisi ya makamu wa rais mazingira na muungano waziri kivuli na msemaji mkuu wa kambi ya upinzani atakuwa mheshimiwa Ali Saleh Abdalla Ali, na naibu wake atakuwa mheshimiwa Paulin Filipo Gekur. Ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na walemavu, msemaji mkuu wa kambi ya upinzani atakuwa Mheshimiwa Esther Amos Bulaya akisaidiwa na manaibu waziri wawili ambao ni Mheshimiwa Yusuf Kaiza Makame na Mheshimiwa Maftaha Abdala Nachuma. Fedha na mipango. Msemaji mkuu wa kambi ya upinzani bungeni ndiye ambaye atakuwa ni waziri kivuli ni Mheshimiwa Halima Mde na naibu wake atakuwa ni Mheshimiwa David Silinde. Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Msemaji mkuu wa kambi ya upinzani ambaye atakuwa waziri kivuli wa wizara hii ni Mheshimiwa Injinia James Francis Mbatia na naibu wake atakuwa ni Mheshimiwa Willy Kambalo. Wizara ya Nishati na Madini, msemaji mkuu atakuwa ni Mheshimiwa John John Mnyika na naibu wake atakuwa ni Mheshimiwa John Heche. Waziri, wa mambo ya, waziri kivuli wa mambo ya nje Afrika Mashariki na mahusiano ya kimataifa ambaye atakuwa msemaji mkuu wa kambi yetu atakuwa ni Mheshimiwa Peter Msigwa na naibu wake atakuwa ni Mheshimiwa Riziki Shahali Mngwani. Wizara ya Kilimo, Mifugo na Uvuvi waziri ambaye atakuwa kivuli ambaye ni msemaji mkuu wa kambi atakuwa ni Mheshimiwa Magdalena Sakaya na naibu wake atakuwa ni Dr. Immaculate Sware Semesi. Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, msemaji mkuu wa kambi atakuwa ni Juma Hamadi Omar na naibu wake atakuwa ni Mheshimiwa Mwita Mwikabe Waitara. Wizara ya Mambo ya Ndani, msemaji mkuu ambaye atakuwa waziri kivuli atakuwa ni Mheshimiwa Godbless Lema na naibu wake atakuwa ni Mheshimiwa Masud Abdalla Salim. Wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, msemaji mkuu wa kambi atakuwa ni Mheshimiwa Wilfred Mkanisi wa Katare. Na naibu wake atakuwa ni Mheshimiwa Salma Muhamed Mwasa. Wizara ya maliasili na utalii, msemaji mkuu wa kambi yetu atakuwa ni Mheshimiwa Esther Matiko na naibu wake atakuwa ni mheshimiwa Cecilia Pareso. Wizara ya viwanda, biashara na uwezeshaji, msemaji mkuu wa kambi atakuwa ni mheshimiwa Anthony Kalisti Komu na naibu wake atakuwa ni mheshimiwa Cecil Mwambe. Wizara ya elimu, teknolojia na ufundi, msemaji mkuu wa kambi atakuwa ni mheshimiwa Susan Limo na akisaidiana na mheshimiwa naibu waziri kivuli mheshimiwa Dkt Ali Suleiman Yusuf. Wizara ya afya maendeleo ya jamii jinsia, wazee na watoto ni Dkt Godwin Molel ambaye atakuwa msemaji wa kambi akisaidiana na mheshimiwa Zubeda Sakur kama naibu waziri. Wizara ya habari, utamaduni, wasanii na michezo msemaji mkuu wa kambi yetu ambaye atakuwa ni waziri kivuli ni mheshimiwa Joseph Mbilinyi na naibu wake atakuwa ni mheshimiwa Devota Minja. Wizara ya maji na umwagiliaji msemaji mkuu wa kambi ambaye atakuwa ni waziri kivuli ni mheshimiwa Hamid Hassan Bobali na naibu wake atakuwa ni mheshimiwa Peter Lijualikali. Wizara ya Katiba na Sheria, msemaji mkuu wa kambi ya upinzani ambaye atakuwa ni waziri kivuli ni mheshimiwa Tundu Antipas Lisu akisaidiana na mheshimiwa Abdalla Mtolera ambaye atakuwa naibu wake. Mheshimiwa naibu wa spika, hili ndio baraza letu, tunaomba wale wote wanaohusika watoe ushirikiano kwa baraza hili kadiri itakavyowezekana. Nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii, asante sana. Katibu, kamati ya mipango spika. majadiliano.